Kwa majina anaitwa Abdallah Lisakasa, ni mwanachama wa chama cha mapinduzi CCM, lakini ni mzaliwa wa kijiji cha Namahonga, wilaya ya Tandahimba. Niko mbele yenu wanahabari, nimetangaza nia ya kugombea kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Tandahimba. Sababu kubwa zilizonipelekea mimi kuhamasika kwenda kuchukua fomu ya kugombea nafasi ili kuwania ubunge jimbo la Tandahimba. Yako mambo kadhaa ambayo a, ngetamani kusema kwenu. Jambo la kwanza kubwa ni kujenga au kurejesha imani ya serikali au chama au kwa wananchi. Kwa hivyo kwa kuliona hilo, nikahamasika kwenda kuchukua fomu nafasi ya bunge ili nikawe daraja zuri kati ya wananchi aa, na serikali yao. Lakini jambo jingine pia aa, natambua vijana ndo nguvu kazi ya taifa pamoja na wanawake ambao kwa kiasi kikubwa katika jimbo la Tandahimba makundi haya yameachwa nyuma. Hivyo nami nimehamasika, hilo limenifanya kuweza kuhamasika au kushawishika kwenda kuchukua fomu ili kwenda kupambania fursa zinazopatikana katika taifa letu hususan kwa vijana na wanawake ili nao waweze kuwakomboa, kwa sababu ukiangalia kwa wilaya yetu ya Tandahimba fursa kubwa tunayotegemea ni zao la korosho peke yake. Kwa kipindi chote hiki ambacho hakuna uzalishaji wa zao la korosho watu wengi wanapitia katika hali duni ya kimaisha, ili hali ziko fursa nyingi ambazo vijana wanaweza uh, kuzipata au kuzifanya na wakaendesha maisha yao pamoja na wanawake. Lakini jambo jingine lililopelekea kuhamasika kwenda kuchukua fomu ni kuhakikisha kuwa msimamizi mzuri au kuhakikisha kwa, kwa maana kwamba kunakuwa na kuna usimamizi mzuri wa miradi ya kimaendeleo. Aa, ikumbukwe nchi yetu kupitia rais wetu imekuwa akitoa miradi mingi ya kimaendeleo kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini ndani uh, ya jimbo letu miradi hiyo imekuwa ikienda kwa kusuasua na ikija kwa kusuasua. Kwa hiyo naamini pengine uh, hakuna mtu sahihi wa kuweza kuisemea au kwenda kuiomba miradi hiyo katika jimbo letu au katika wilaya yetu ya Tandahimba, hivyo uh, nami nimeamua kwenda kuchukua fomu hii ya ubunge nikiamini naweza kuwa msemaji mzuri kwa ajili ya jimbo langu na wilaya yangu ya Tandahimba pamoja na hayo niliyoyazungumza, lakini pia uh, liko jambo jingine natamani kusimama au kwenda kuhakikisha tunatangaza fursa kwa, kwa upande wa michezo. Kama ambavyo nafahamika, pamoja na kwamba ni mwalimu kwa taaluma uh, lakini pia ni mdau mkubwa wa michezo na ni mwamuzi wa mpira wa miguu. Hivyo uh, sekta ya michezo imekuwa ni kiwanda kikubwa ambacho kinaajiri kundi kubwa la vijana uh, kwa wakati mmoja. Kwa hivyo na mimi natamani nikawe daraja kwa vijana hao kwa kuweza kuwasemea na kuwasogezea fursa za michezo karibu, kwa sababu pia naamini ndani ya jimbo letu wako vijana wengi wana uwezo mkubwa kwenye masuala mbalimbali ya kimichezo, kama ambavyo sasa tunafahamu ndondi, upande wa mpira wa miguu na hata upande wa riadha. Hivyo natamani nikawe daraja kwa kuunganisha vijana na fursa ya kimichezo, ili tupunguze wimbi kubwa la vijana ambao hawana ajira mtaani.